Mungu, Mungu nakuhitaji. Najua sijakuomba vile inatakikana. Najua sijaomba vile inatakikana Mungu. Sijakufuata vile inatakikana. Lakini nakuhitaji sasa hivi Bwana, nisamehe, nisamehe. Lakini nakuomba tafadhali Bwana, tafadhali, usiniache usiniache nikaangamia Bwana, tafadhali tafadhali tafadhali, Bwana nakuomba, chukua ushukani maishani mwangu Bwana tafadhali, chukua ushukani Bwana nakuomba Bwana usiniache, usiniache siku ya leo Bwana, usiniache maana ninakukimbilia Bwana, maana ninakuhitaji Bwana, maana moyo wangu unakuhitaji Bwana, maana hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana. Angalia moyo wangu na kuondoa hasira yote na unisaidie kukupenda Bwana, unisaidie kukupenda Bwana, unisaidie katika njia zangu na kuhitaji. Tafadhali Bwana nisaidie. Mwisi uja kwa ajili ya kuiba uwa, na kuangamiza, lakini nimekuja kwako Bwana ili unipe uzima wa milele, nimekuja kwako Bwana ili unipe uzima wa milele. Lakini Bwana, wewe ni mwaminifu Bwana wewe ni mwaminifu, wewe ni mwaminifu sana Bwana. Najua Bwana, najua Bwana utaniepusha na shetani. Najipeana kwako Bwana, namkataa shetani ajipeana kwako Bwana, na mkataa shetani siku ya leo Bwana. Yuwa mesaya, mesaya, mesaya, yuwa mesaya, mesaya.

My father, my father. Mimi sijui uko wapi, shetani. Lakini najua unanisikia. Sijui mali ambapo hupo shetani lakini najua unanisikia, najua unanisikia, najua unanisikia. Umenichosha akili, umechosha akili yangu, lakini leo umefika mwisho wako, leo umefika mwisho wako. Sijui mahali ambapo hupo shetani, lakini kila ambacho najua, unanisikia, unanisikia. Umenichosha moyo wangu, umechosha akili yangu shetani, lakini leo imefika mwisho wako, leo umefika mwisho wako, leo umefika mwisho wako. Yesu ni Bwana wa maisha yangu na hiyo inamaanisha hauna nafasi maishani mwangu, hauna nafasi maishani mwangu hata kidogo, hauna nafasi maishani mwangu hata kidogo, shetani. Kwa hivyo chukua mizigo yako yote, chukua udanganyifu wako wote na kazi zako zote za uharibifu na uondoke maishani mwangu katika jina la Yesu Kristo. Uondoka maishani mwangu katika jina la Yesu Kristo. Hauna nafasi na mamlaka hata kidogo, ondoka katika jina la Yesu Kristo. Maisha yangu maisha yangu iko katika ulinzi mpya wake Yesu Kristo. Maisha yangu mimi iko katika uangalizi mpya wa Yesu Kristo, kwa hivyo tafadhali, ondoka maishani mwangu, ondoka maishani mwangu katika jina la Yesu Kristo, ondoka maishani mwangu katika jina la Yesu Kristo Ondoka maishani mwangu katika jina la Yesu Kristo. Ondoka maishani mwangu katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu kazi yako shetani ni kukuja kuiba, kuua na kuharibu. Lakini siku ya leo imefika kikomo yako. Ondoka katika jina la Yesu Kristo, maana umenichosha shetani, umekuja kuiba furaha yangu, umekuja kuiba furaha ya moyo wangu muda mrefu. Lakini furaha yangu haijatoka kwa marafiki, furaha yangu haijatoka kwa wazazi wangu, furaha yangu haijatoka kwa watoto wangu, ila furaha yangu iko katika mikono ya Bwana Yesu Kristo, iko katika mikono ya Bwana Yesu na kama umesahau ya kwamba Yesu Kristo tayari alishakushinda, kushinda na hivyo, enda jehanamu, mahali pako ambapo unastahili, na uachane na maisha yangu kabisa kabisa. Uachane na maisha yangu kabisa kabisa, siku ya leo. Achana na maisha yangu kabisa, siku ya leo, shetani.